Raisi wa Marekani Donald Trump jana ameibua mjadala mkali baada ya kuashiria kuwa anaweza kugombea tena uraisi mwaka228, hatua ambayo ni kinyume na katiba ya Marekani. Trump amesema angependa sana kukabiliana na rais wa zamani Barack Obama katika uchaguzi huo wa uraisi iwapo hilo lingewezekana. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa Ikulu ya Marekani, Trump alijibu swali kutoka kwa mwandishi wa Fox News Peter Doocy kwa kusema, ningependa hilo, itakuwa pambano zuri, alipoulizwa kama yuko tayari kumkabili Obama. Ingawa katiba ya Marekani kupitia marekebisho ya 22 inazuia mtu kuchaguliwa urais zaidi ya mara mbili, Trump alionekana kutofikiria sana swala hilo kikatiba. Wanasema kuna njia ya kufanya hivyo, alisema, sijafanya utafiti kuhusu hilo I

Katika mahojiano mengine na Kristen Welker wa NBC News, Trump alisema hayakuwa masihara. "Sisemi kwa utani," alisema lakini, bado ni mapema mno kufikiria kuhusu hilo. Uhusiano kati ya Trump na Obama ulishika kasi baada ya hotuba ya mwaka 2011 katika chakula cha usiku e, cha wanahabari Ikulu, ambapo alimtania Trump kuhusu madai ya uongo ya kuzaliwa nje ya Marekani. "Hatimaye anaweza kuacha kushughulikia masuala muhimu kama vile je, tuligusha tuwa mwezini," alisema Obama kwa kejeli ingawa Trump hakugombea mwaka 2012 na badala yake kumuunga mkono Romney, amekuwa na ushawishi mkubwa katika chama cha Republican tangu wakati huo. Sasa akiwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wafuasi wake, bado haijulikani iwapo ataweka wazi azma ya kukiuka ukomo wa mihula miwili unaoelekezwa na katiba. Kiukweli kabisa, Afrika inazidi kupaa na zile biashara zinazochochea ubunifu, athari na ubora zinastahili kutambuliwa katika usiku mkubwa kabisa barani Afrika, Africa Company of the Year Awards, Acoya Awards. Hizi ni tuzo ambazo zimeanzishwa makusudi kwa ajili ya kutambua makampuni yanayofanya vizuri barani Afrika katika mwaka husika, na mwaka huu 2025, mambo ni moto vile vile, na sasa hivi zipo katika hatua ya tathmini ambapo wakaguzi na washauri wa kimataifa wanazingatia vigezo vyote kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na uwazi, usawa na haki kuhakikisha kuwa makampuni yanayoshinda yanastahili kabisa, na ukaguzi huu unakwenda hadi Mei 31 mwaka huu 2025. Baada ya hapo, tarehe 19 Juni, huu ndio utakuwa usiku wenyewe. Kila kitu kitakuwa pale the Superdome Masaki, jijini Dar es Salaam katika Akoya Galadina ni usiku wa kukumbukwa ambao unastahili kuwepo siku hiyo. Kwa nini ni muhimu uwepo katika siku hiyo? Kwanza ni kwa sababu ni usiku ambao kutakuwa na connections za kutosha. Makampuni mbalimbali yatakuwepo pale na utakutana na watu ambao sio rahisi kukutana nao katika siku za kawaida, watu wenye mamlaka ya kuamua nini kifanyike na kiende wapi. Lakini cha msingi zaidi, usiku huu utakuwa kukumbukwa, kutakuwa kuna burudani na ubora wa biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya reservation mapema na unafanyaje reservation yako? Rahisi kabisa, piga simu namba 0717109362 au unaweza ukatumia email awards@acoyaawards.com tukutane tarehe 19 June, The Superdome Masaki, katika Akoya galadina.